Amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yako na rehema zake na baraka zake. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, bado tunaendelea kupeana darasa mbalimbali mbali, darasa ambazo muhimu kabisa katika maisha yetu katika kutusaidia juu ya kuzijua changamoto zetu lakini na namna gani tuweze kupambana na changamoto zinazotukabili katika maisha yetu. Leo bi idhni Rabbil Alamin na ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, nataka nikupe alama sita za mtu ambaye amerogwa uchawi wa kufukia makaburini. Yoyote yule ambaye amerogwa, katika kule kurogwa kwake athari ya kile walichomrogea kikaenda kufukiwa makaburini, basi mara kwa mara huwa na hizi alama kuu sita. Ikiwa wewe una, una alama mbili kuanzia alama mbili mpaka alama tatu za hayaza izin takazozitaja hapa, basi kaa ukifahamu kuna asilimia tisini za kuwa umerogwa ama umefanywa uchawi wa kufukia ma, makaburini. Unatokeaji sasa huo uchawi wa kufukia makaburini? Uchawi wa kufukia makaburini unakuja pale ambapo mchawi asahira, au mtu aliyekusudia kukoroga kuchukua mmoja katika vitu vinavyotokana na wewe kathaubi, mfano nguo e, au kofia, ama nguo ile ambayo tayari umeshaivaa ina jasho lako akachukua, au nguo yako yandani, ya ndani akachukua, au kipande cha nguo akachukua, au pahala ambapo umetema mate, ule mchanga ule ulioingia mate yako akachukua, ama pahala ambapo umekanyaga, mfano unyayo, akachota unyayo wako, pia anaweza akautumia, au kitu ulichokitafuna kisha ukakitema, anaweza akachukua kitu kile na akaenda kwa kufanyia asihir ama kwa kufunga kichawi. Kwa hiyo ma, mara nyingi huwa wanachukua hizi athari zinazotokana na mtu, wakati wengine wanachukuliwa nywele zao. Ndio baadhi ya nyakati utakuta mtu amelala usiku akiamka asubuhi anakuambia, nimeota nimenyolewa nywele nyule za kichwa, au nimenyolewa nywele za sehemu za siri na mfano wa hayo. Nyinyi mnafahamu na mnajua hilo sasa mtu anapochukua athari inayotokana na wewe kama ni nguo ama ni nywele ama ni mate yako ama ni unyayo wako, huwa anaupeleka kwa mchawi kwa lengo la kufanya uchawi wa kwenda eh, kukuzika makaburini. Lakini kwa nini kukuzika makaburini? Wanakuzika makaburini kwa sababu makaburini wanalala wafu, wamelala wafu au wamefukiwa watu ambao daima hawataamka tena na wata hawatainuka kuja kufanya shughuli tena zingine. Kwa hiyo wao wananasibisha kile wanachokufanyia wa, wana kinasibisha na wale wafu. Ikiwa hawa waliolala hapa wanaweza kuamka na wakarudi duniani wakafanya shughuli zao kama mwanzo, basi na fulani bini fulani aamke afanye shughuli zake, atakachokishika kishikiki atakachofanya kiwe. Lakini ikiwa hawa waliolala hapa wamelala moja kwa moja basi na mambo ya mtu fulani yalale moja kwa moja, afya ya mtu fulani zorote moja kwa moja. Ndipo pale mtakapoona mtu anaanza kupatwa na majanga mbalimbali mbali katika maisha yake, ama maradhi mbalimbali katika maisha yake, maradhi yasiyoonekana hospitali wala maradhi yasiyosikia dawa hasa. Inawezekana ikawa na wewe ni muhanga wa mambo haya. Inshallah taala, utajitambua vipi, ndugu yangu, kama na wewe umezikwa kaburini ama vitu vyako vimefukiwa katika katika makaburi? Ni pamoja na hizi alama nitakazozitaja hapa, ama kuchukua kwa athari zako. Na mara nyingi uchawi huu unawatesa sana dada zetu, ndio maana mimi mara kwa mara nawaambieni dada zangu, acheni kuanika nguo zenu za ndani uwani. Mm, acheni acheni tabia ya kuwa nguo zenu za ndani mnazianika barabarani, uwani. Utakuta mtu amejaza nguo zake za ndani kutokea mwanzo wa kamba mpaka mwisho mwisho wa kamba. Hili jambo sio jambo jema na sio jambo zuri kabisa. Lakini pia vile vile kadhalika kuwa makini unapokwenda kwa wasusi kusuka nywele zako ama kutengeneza nywele zako, ile athari ya nywele inayobakia katika kitana eh, si, si, si, si, si zungumzi hivi kwamba kila saluni ndio anafanya hivyo, hapana, ila kuna baadhi ya sehemu. Eh, kuna mtu mwingine anakwenda kusuka kwa jirani au kusuka kwa rafiki yake pembeni yake, angalia kama unaona uadui wako hautokei mbali na watu wao, basi ni vyema zaidi ukawa ni mwenye kuchukua tahadhari insha almaula jalla jalaluhu. Sasa mara kwa, nye, mara kwa mara, lengo la sihiri hii mara nyingi huwa anafanyiwa mtu eh, anakwenda kufungwa makaburini ili kumfelisha katika baadhi ya mambo. Na mtu anapokuwa amefanyiwa hii sihiri ya kufungwa, yani kafungwa kichawi, mara kwa mara anakuwa na hizi alama nitakazozitaja hapa. Alama ya kwanza kabisa ni mtu maisha yake kusimama ghafla Eh, yani kama mtu maisha yake alikuwa yanakwenda maisha yake alikuwa anakwenda vizuri, mipango yake ilikuwa inakwenda, mambo anayoyafanya alikuwa akiunguka vizuri, deals anazozipata zinakwenda vema kabisa, kila eh, hatua anapiga vizuri, maisha yake yanaonekana yanasonga mbele, lakini anapokuwa michukuliwa athari yake inakwenda kufukiwa kaburini, basi maisha anasimama ghafla, kama vile ambavyo maisha ya yule maiti alivyosimama katika ile kaburi. Na mara nyingi sihiri ile inakuwa inakwenda kuzikiwa pale katika kaburi, upande wa kichwa wa maiti ama upande wa miguu wa maiti ama katikati ya kaburi la mtu ama watu wengine hufanya huweka pembeni ya kaburi la maiti kulingana na nia watakayokuwa wameikusudia wachawiali. Sasa, kusimama kwa maisha ya mtu ghafla, wakati mwingine pia kunatokana na mtu kufungwa katika kaburi ama kufanywa uchawi wa kufungwa ma makaburini. Lakini alama ya pili ni alama ya mtu kuwa anahisi mwili wake kuwa mzito kupita kiasi, especially zile nyakati za kuamka asubuhi. Anapotaka kuamka asubuhi mwili unakuwa mzito sana, anahisi uzito, anahisi kero, anahisi tafashi kubwa kabisa katika mwili wake. Uzito umekuwa mkubwa, kana kwamba vile mtu amebebeshwa tenki la maji la lita kadhaa, yani mwili unakuwa mzito kupita kiasi. Wakati mwingine hii ni moja katika alama za mtu kufungwa eh, kwa athari yake katika katika, katika makaburi eh, mtu wakati mwingine unakuta mtu eh, asubuhi anapoamka mpaka anashindwa ile kuamka kwa, kwa ugumu wa mambo jinsi yanavyo yanavyokuwa ama ndo wakati mwingine anakuwa anapata uzito unaotokana na magonjwa eh, yani anakuta ana, anamka anaumwa eh, anapata maradhi makubwa katika nyakati za asubuhi, anapoamka miguu haitaki, mgongo hautaki, kila kiungo anaona, kila kiungo anachokishirikisha kiungo kile kinakuwa ni chenye kukataa. Lakini pia aliyefungwa katika makaburi, alama nyingine ya tatu ya mtu ambaye amefungwa makaburini anakuwa na hasira zisizokuwa na kipimo kipimo, yani anaweza akachukia, ikamjia ghadhabu, ikamjia hasira isiyokuwa na kipimo, hasira nzito, hasira kali. Na wakati mwingine hasira ile, hajakerwa na mtu yoyote, wala hajauziwa na mtu yoyote, wala hakuna aliyemkosea, lakini anakuwa na jazba na hasira kali, anakuwa na hasira nzito sana kupita, kupita kiasi wakati mwingine. Hizi ni moja katika alama za mtu aliyefungwa makaburini. Ni alama nyingine ya nne, aliyefungwa makaburini, mara kwa mara anaota wafu na hizi ndoto zimekuwa zimeenea kwa baadhi ya watu wengi, mtu anakuwa anaota wafu e, anaota watu waliokufa, e, au anawezekana kawa anaota makaburi yani. E, kuota wafu ama kuota makaburi mara nyingi sana, yeye akiota anaota maiti akilala, mara anaota iko makaburini, au mwingine anakwambia, anaota nasoma niko makaburini, au naota niko makaburini napika, au naota nafanya shughuli zangu, lakini pale napofanya shughuli ni makaburini, ni sehemu za makaburi. Hizi pia ni moja katika alama za mtu aliyesibiwa, e, ama aliyekutwa na na na, na, na, na janga la, la la la kuzikwa makaburini. Lakini alama ya tano ya mtu aliyezikwa makaburini yani, mtu ambaye amefungwa uchawi, aliyezikwa makaburini, ni pamoja na mtu kuota anazikwa au anafanyiwa maandalizi ya mtu anayekwenda kuzikwa. Wakati mwingine mtu utaona anakwambia, nimelala, nimeota nimekufa, watu wananiletea sanda E, naona jeneza yangu inaandaliwa, naona wakoshaji wanakuja kunikosha, naona navalisha sanda na mambo mengine, mfano wa yale mambo anayofanyiwa maiti. Ndugu yangu, hii ni moja katika alama e, za wazi kabisa za mtu ambaye amefungwa, e, kichawi, fundo linalokwenda kufungiwa makaburini. Lakini alama ya sita ya mtu aliyefungwa makaburini ni pamoja na mtu aliyefungwa makaburini, mara nyingi anakuwa ni mwenye kukata tamaa juu ya maisha yake na kutamani kufa Yani anakuwa ameshajikatia tamaa kutokana na yale matatizo na mitihani na dhiki anazozipitia, anakata tamaa. Baada ya kukata tamaa, anajikuta ni mwenye kutamani kufa, yani bora mimi nife tu mimi niondoke, anaona kama uhai hauna tena thamani kwake, anaona kila analolifanya kwamba kwa kwake halina tena thamani. Mara kwa mara anakuwa ni mtu mwenye kutamani kufa. Hizi ni moja katika e, alama za mtu aliyefungwa e, makaburini ama aliyefukiwa makaburini. Ndugu yangu mpenzi, unayefuatilia darasa zetu hizi mbalimbali mbali. Ikiwa wewe una hizi alama, jua kabisa utakuwa umefungwa makaburini. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukinge kutokana na shari za wachawi, atukinge kutokana na shari za hasidi wanaotutafuta usiku na mchana kutufanyia e, sihiri namna hii. Vipi sasa utajiagua sihiri hii? insha Allahu taala, kuwa sambamba na mimi katika darasa zijazo. Insha Allahu taala, tutatoa darasa fupi kabisa, namna gani unaweza ukajisaidia mtu ambaye umefungwa makaburini au umezikwa makaburini. Lakini kama ukifahamu, kam pia uchawi huwa familia nayo inafanyiwa Eni familia yako inaweza ikafungwa makaburini au ukoo ukafungwa makaburini, mkajikuta mna matatizo yanayofanana, mna matatizo yanayorandana, matatizo ya kaka ndiyo matatizo ya dada, matatizo ya mkubwa ndio matatizo ya mdogo yale yale. Mnajitahidi kujipapatua, kujitoa katika e, matatizo yale, lakini bado mnaona uzito na mnaona ugumu, jua kabisa hizo ni moja katika alama za mtu aliyezikwa kichawi ama familia iliyozikwa makaburini. Shukran lakum jazakumullahu khaira.